Kuonyesha kuna kuna uh, kuna demands nne okay, ambazo zinaonyesha uh, CAS, CAF na FIFA Yanga wamezidemand mm. Demand ya kwanza anasema an independent investigation into TPLB And TFF's handling of this match kwa maana yake upatikane uchunguzi au unasema private investigation uchunguzi huru mm. Sio ije ije tume huru ifanye uchunguzi kuhusu bodi ya ligi TFF namna walivyo umudu mchezo huu, lakini hmm. Pia sanctions against TPLB officials responsible for this manipulation wanataka <hihi> mm. mm. Kufungiwa kwa viongozi ambao wapo bodi ya ligi Mm. Waliopelekea manipulation hii hada. Hii hada ilotokea hapo mkanganyiko hapo na mzee Mguto yumo, mechi hii ionekana imekuwa battle na faida iwe upande wa Yanga. Kwa Yanga. Hii ndo mziki sasa. A governance overhaul to remove political interference in Tanzanian football Hicho ndo kipengele ambacho tukao tunakizungumza jana hapa, hiyo influence ya siasa katika mpira wa Tanzania. Hapo inazungumza siasa ipi? Sio siasa ya mpira. Hey, influence ya siasa katika mpira. Siasa za kinchi, siasa za kinchi. watu si, eh, eh, mm. Sasa ndo majani natambia hiyo barua. Kwanza wewe umeisema kama ya Yanga? Ah ah, au sindo kasema Yanga. Kila kila ukiangalia hapa, lugha inaonekana kuna muda sio kwa watu huru Hey, ah, nchi usiye kuwa tu huru. Ngoja wewe kuna kuna mahali una ba, ba, barua inatoka wapi? Hii barua inavyoonyesha. Inatoka wapi? Hii barua inavyoonyesha. Sender address. Kwanza sender sender hajaandika yeye amepelekewa umbu. Alafu sincerely anonymous concerned stakeholders. Kwa nini tunasema ya Yanga? Kama sender hmm. <laughs> address yake haisemi ni nani. Ah, hii kesi aliyesaini ni anonymous, sio Andrew Mtina. Hii kesi sio president K au kesi imekuwa kuna tunasema mahala tunasema jamhuri eh wananchi wameamua kuichukua kwa kwa, maha, kwa kuna mahala hapa mm, inaonesha siku ya Ijumaa mm, kwa sababu a details timeline of event leading to the match postponement, taarifa ya ki, kwa mujibu wa wakati kwa wakati kuhusiana na ile namna hii mechi ilifanyaje ilivyoahirishwa, mm, Ijumaa ni matukio yote ambayo Simba alipaswa kufanya kinyume na taratibu eh, eh, Jumapili, juma mm. mosi ni mm. matukio yote ambayo Yanga uliyafanya in favor mm. ya wao, mpaka mechi k kuwepo. Ukisoma hii hii barua eh. na hii kesi ukiitazama eh. unafikiri itakuwa kwa upande wa nani? Hatusemi uongozi ah. umetuma sasa ah.